Yesu asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ni hai. Mungu awabariki. Jina langu naitwa Bahati Mkondya, na nina ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Kuna neema ya Mungu ambayo Mungu ametupa. Kuna somo nimekuandalia ambalo linaweza litakusaidia utoke kwenye mateso ya ufalme wa giza. Somo letu leo katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 7 lakini pia somo letu lina kichwa cha kusema maombi yaletayo ushindi na ukombozi katika maisha ya Mkristo. Na kwa nini nimeandika hivyo kwamba maombi yaletao ushindi kwa Mkristo, kwa nini nimeelezea? Nimeelezea naona kabisa Wakristo wengi sana kwenye makanisa wameokoka, lakini bado wanateswa na ufalme wa giza, nikiwa na maana kwamba maombi yao yanapingwa kwenye ulimwengu wa roho, hawawezi wakapenya maombi yasipokuwa na nafasi kwenye ulimwengu wa roho, hauwezi ukamwabudu Mungu sawasawa, hauwezi ukaomba na Mungu akakujibu, hauwezi ukafanya miradi ikakubarika, hauwezi ukawa na neema. Maana neema ambayo Mungu amekupa inakuwa imemezwa, na kama umemezwa na hiyo neema au neema imemezwa, kinachofuata katika maisha yako ni mateso usiku na mchana. Sasa sisi kama wana wa Mungu lazima na sisi tufundishane tunapoelezea kuhusu habari ya maombi yaletao ushindi kwa Mkristo, neno linasema kwenye kitabu kile cha Mathayo saba mstari wa saba, anasema ombeni nanyi mtapewa. Kawaida mungu anatuambia tuombe ili atupe, lakini hili neno yesu aliongea. Je, nikupe swali wewe kujiuliza, katika kila ombi unapewa? Ngoja nikwambie kwa nini haupewi. Unaweza ukasema labda umetenda dhambi, au maombi yako mungu hawezi kayasikia Mungu anaweza kusikia bila kupewa majibu. Kupata majibu itakuwa kazi sana kwa sababu majibu huwa yanapingwa. Na ombi unaloomba lina nguvu kutoka kwako kwa sababu uliyepewa mamlaka ni wewe, sawasawa na neno ambalo liko kwenye kitabu cha Luka tisa mstari wa kwanza, anasema akawaita wale thenashara akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo. Na kama aliwapa mamlaka, ina maana mamlaka hizo, je, mtakuwa mnamuita Mungu kwamba Mungu tupe mamlaka tena. Hapana, tayari mmeshapewa mamlaka. Na kama mmepewa mamlaka kitu gani kitokee? Okay. Kuna maana kuna nguvu ambayo unapokuwa unataka uombe ili uweze kufanikiwa. Kuna nguvu fulani ambayo inazuia ombi lako. Kwa hiyo sasa, mamlaka uliyopewa ndio ifanye kazi. Sasa tunakuja kuangalia una kiwango gani cha mamlaka ili uweze kufanya kazi kuna, ema, pewa, katika Mungu. Kwa neema tuliyopewa ni neema kubwa sana. Tukiingia katika maombi nakuta kabisa wewe unafanya maombi alafu unashindwa kujibiwa kwa sababu kitu gani kinachoshikilia maombi ili usijibiwe? Yule mnayopambana naye kwenye ulimwengu wa roho anashika maombi yako kwa njia ya sadaka au kafara. Sadaka ndio inayoweza kufunga maombi yako. Sadaka ndio inayofungua mlango kwenye ulimwengu wa roho, sadaka inapokufundisha neno hili. Kwa Wakristo wa sasa wanaongelea sana kusema kwamba watumishi wa Mungu pengine wanafundisha mafundisho kuhusu habari ya sadaka, lakini hebu wafuatilia Wakristo mambo yao, hata maisha yao, kwamba wanatoa namna gani. Tunaweza tukasema sisi Wakristo tunawapiga vita kuhusu habari ya sadaka, lakini ukiwaambia waganga wa kienyeji, unapeleka vitu vya kila aina, kwamba ukumbuke kuwa unajifunga katika ufalme wa giza, hilo halipo katika maisha yao. Utakuta Mkristo anasema anapotoa ushuhuda sehemu nyingine, anawaambia unatoa sadaka kwa Wakristo, unatoa sadaka kwa wachungaji. Wachungaji hawa wanakufungua na namna ya kukufungua na kufungueje? Mpendwa, imani inaleta kitu, kiwango cha imani tunapokuwa tunaomba. nitakufungua katika sehemu. Sadaka huwa inamfunga mtu, sadaka pia inafunga. Angalia Bibilia inasema kwamba kwenye kitabu cha matendo ya mitume kumi msali wa kwanza kuhusu habari ya Kolinelio anaongelea sadaka na maombi zimefika mbinguni. Katika kitabu cha Masayo anaelezea pia sadaka kwamba moyo wa mtu ulipo na sadaka inakuwepo hapo. Sadaka ndio iliyoweza kutamka kwenye kitabu kile cha Mwanzo nane na mstari wa ishirini tunaanza kuona sadaka inavyofanya kazi. Ngine unapokuwa unaomba unakuta unakutana na changamoto za aina hiyo, ngoja nikufungue tukio moja. Maombi yenye nguvu na maombi yenye mafanikio yako hivi: Unapoomba maombi yenye mafanikio, jambo la kwanza, ombi lenye mafanikio huwa linakuwa na upinzani mkubwa sana katika ulimwengu wa roho. Upinzani wa kwanza, unaomba unaomba usiku, pengine unakwenda umefika muda wa kulala, unapotaka ulale, unakutana na nguvu za giza kukufuatilia kwa hali ya juu. Maana yake wewe, lile ombi uliokuwa unaomba limepata kibali, ndio maana nguvu ya giza inakufuata kwa namna ile kukuzuia. Lakini pia unapoinuka ukaomba Inamaana ile nguvu ya giza mnapambana nao katika ulimwengu wa roho. Unapochoka, unashindwa kuendelea kuomba, manake nguvu ya giza ile inakuwa na kushinda. Sasa ukishaishinda ile nguvu ya giza, wao wana namna ya ushirikiano na tofauti. Wachawi tofauti na Wakristo. Wana wa Mungu huwa wana matengano, wana wa ibilisi wana mapatano. Mchawi mmoja anaweza kawa hapa Dar es Salaam, lakini akawaalika wachawi kutoka Sumbawanga, zaidi ya wachawi 10 wakafika kwa sekunde moja, na wakakuvamia. Alafu stoshe wale wanakuja kwa njia ya kafara, maana wametoa kafara zao, ndio maana walipewa vyeo vya kuja kukutesa wewe na kukuzuia usifanye biashara, kukuzuia usihubiri Injili, kukuzuia maombi yako yasipate mpenyo wa kushinda. Wanakuzuia chochote kile unachotaka ufanye. Kwao wanataka wewe Mkristo unapopata na changamoto za kushindwa mambo yako yote, imani yako inashuka chini, kusoma biblia huwezi, ukristo wako unashuka chini hapo ndipo wanapokushika na uwezo ukafanikiwa, ili uweze kupata mambo makubwa zaidi. Mungu akubariki sana. Kuna mafundisho mengi ambayo nimeanza tukio hili, na nitakupa mengine na mengine. Neema ya Mungu iwe juu yako, amen.